Subscribe to Mwalimu Fanuel Matabula online channel. Subscribe to get more knowledge about history. Asante Mwalimu wetu, Kwa kuya toa maarifa Tuzino bongo zetu, Kisha tusibe maarifa Kwa historia ya vitu, Watu naza kwa usifa Sijote limubutu Tukua inayofaa tilia kwa makini atoe elimu nzuri isiyo na walakini, elimu bila dosari, tuifadhi vichwani. Karibuni tena wadau wangu, wadau wangu wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula online channel, channel yetu ya kihistoria. Na basi usisahau kufuatilia channel hii ili kupata maarifa zaidi, yani subscribe, na usisahau kugawiza au kushiriki channel hii, yaani eh, share. Lakini pia usisahau eh, kuweka alama ya kuipenda video kama utakuwa umeipenda. Yani wenyewe wanasema gonga, like. <gonga> Naam, basi katika kipindi kilichopita tumezungumzia mambo mbalimbali, tukiwa tumezungumzia hasa mambo ya eh, jinsi Wareno walivyokuwa na mambo yao. Aha, tukawa tumemalizia hapo, lakini kwa leo ngoja tuje na kitu kingine. Kipindi chetu cha leo kitakuwa ni historia kuhusu Afrika na biashara ya utumwa. Kama tunavyojua kwamba biashara ya utumwa ilikuwa ni biashara iliyokuwa inafanyika kwa kuuza na kununua watu kama bidhaa nyingine tu za kawaida na nadhani niliwahi kuzungumza swala moja kwamba wakati huo wa utumwa watu walikuwa wana, wale watumwa walikuwa wanachukuliwa kama bidhaa na walikuwa hawana thamani yaani, yani kama unavyoweza kupeleka tu ngombe mnadani ikauzwa ikanunuliwa, basi ndio hivyo na binadamu walivyokuwa wanafanyiwa. Naam, basi hivyo ndivyo biashara ya utumwa jinsi ilivyokuwa, lakini kama tunavyojua kwamba utumwa